Mtazamaji, katika vipindi vyetu mbalimbali vya hapa Kokoriko. Uliwahi kusema kwamba kwa mfugaji eh anayefuga kuanzia kuku mmoja mpaka kuku mia tano usichanje kwa sababu mbalimbali mbali. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwa nini ukichanja kuku wako anakufa. Langu jina Dayana Mvungi, nikukaribishe moja kwa moja shambani. Tutakuwa na mtuzi wetu wa kitabu Bwana Chande Abdalla. Hakikisha unakuwa na kitabu chako eh, kitabu kinapatikana kwa shilingi elfu tano tu, namna ya kukuza vifaranga vya kienyeji na chotara kwa njia za Ye, ye, ye. Leo ningependa kumzungumzia mdudu eh, huyu anayeitwa mbu. Eh, watu wengi tunavyomtaja eh, mbu tunamhusianisha athari zake sana kwa binadamu, lakini kuna athari kubwa ambazo mbu anaweza akazifanya kwa mifugo yako na hasa eh, ufugaji wa kuku. E, kwamba mbu ana athari kubwa sana kwa kuku wako hasa hao vifaranga. A, katika kumbukumbu -kumbu zetu ni kwamba tuliwahi kuwashauri watu kuwa wasichanje, kama mtangulizi wangu alivyoongea hapo. Kama wewe ni mfugaji wa kuku mmoja mpaka mia tano bado ni mfugaji mdogo, lakini ukitoka mia tano mpaka e, elfu moja wewe ni mfugaji wa kati, na mfugaji mkubwa anaanzia elfu moja na kuendelea. Hivyo kwa sisi wafugaji wadogo, yani sifuri mpaka mia tano. E, hautakiwi kuchanja kwa chanjo hizo za dukani, kwa sababu fasiliti yako ambayo umeitengeneza haitakuwa ina uwezo wa kuzuia Eh, viumbe wadogo hususani mbu, unaweza ukatumia virid kufanya eh, na kuua bakteria na fangas pamoja na virusi, lakini kumzuia mbu ni eh, mapambano makubwa sana, ambayo hayo yanafanywa kwa viwanda tu eh, vikubwa vilivyojizatiti katika ufugaji eh, wa kuku au kuzalisha au kutotolesha. Hivyo basi, kwa sisi tunavyosema usichanje kwa sababu sharti moja la chanjo ni kwamba hatakiwi e, kuchanjwa kuku ambaye anaumwa ugonjwa fulani unapomchanja kuku ambaye ana ugonjwa fulani basi anaweza kudhurika na ile chanjo kwa sababu chanjo zote hizi ni viumbe hao au virusi hao ambao wamedhoofishwa kuzungumza haya na unaweza ukarejea kwenye video zetu za nyuma e, hasa hiyo ambayo nimezungumzia e, kwa nini usichanje kuku sasa turudi kwenye topic mbu ni kiumbe ambaye anasambaza magonjwa a mate yake. Pindi mbu anapoenda kunyonya damu kwa mnyama, huwa analainisha eh, ngozi ya huyo mnyama au binadamu kwa mate yake. Hayo mate ndio ambayo yanakuwa yamebeba magonjwa ikiwemo vimelea vya malaria, lakini na magonjwa mengine. Sasa kwa kuku eh, mbu anaweza kabisa akawa na eh, vimelea vya ndui, ugonjwa wa ndui unasambazwa kwa asilimia mia na eh, mbu. Kama unaishi maeneo ambayo kuna mbu wengi eh, na mfugaji wa kuku eh, utakubaliana nami kwamba kuku wako wanaweza wakapata ndui pasipokuwa wameambukizwa au kufanya eh, contact na kuku ambaye ana ndui eh, katika saiko ya mbu, mbu anatoka kwenye maeneo yenye maji maji, madimbwi na maji yaliyotuama. eh, maji hayo yote ni wazalia mazuri sana ya virusi mbalimbali mbali, ikiwemo virusi vya ndui. Hivyo mbu anapotoka pale, maana yake eh, maji maji yake ya ndani ya mwili wake yanakuwa na virusi hao. Tukumbuke kwamba virusi ni viumbe wadogo sana ambao, eh, wanaweza wakapenya au kuishi ndani ya viumbe wadogo wengine bila kufahamika au kujulikana. Sasa mbu anapokuja, eh, usiku huwa anatafuta kiumbe chochote ambacho kina ngozi laini, hasa binadamu, lakini pia hasa kuku. Eh, kuku kama kuku vishingo, lakini kuku ambao wana maeneo ya wazi, ikiwemo eneo zao za mapajani, kama ngozi imekuwa exposed, eh, anaweza akang'atwa na mbu pia na kupata ugonjwa huo. Eh, hapa tunazungumzia ugonjwa wa ndui kwa hiyo vifaranga ndo waathirika wakubwa, kwa sababu kwanza kabisa wanakuwa hawana kinga ya ugonjwa huo, wapo wadogo na kinga yao ni ndogo, hivyo wanapong'atwa na mbu wanapata ugonjwa wa ndui. Sasa kwako wewe ambaye unasubiria kuchanja ndui siku ya 35 ta e, au ya 28 nane, kama ambavyo ratiba zinasema, unakuta wanamchanja ndui kuku ambaye tayari ameisha kuwa e, na virusi vya ndui ndani ya mwili wake, na pengine e, kinga yake ya mwili ina fight eh, yule kirusi au imeisha mshinda, hivyo unavyoenda kumchanja ndui unamuongezea e, na kujikuta kwamba kuku wako Eh, anapata madhara ya ndui baada ya kumchanja chanjo ya ndui. Mbu ndiyo eh, msambazaji mkubwa wa ugonjwa huo, ndio maana basi tunashauri kwamba mtu usichanje eh, kuku wako kwa sababu tayari wanakuwa E, na virusi hivyo sasa kwetu kwa e, mujibu wa kitabu chetu, kama umekinunua hicho cha ufugaji wa vifaranga kienyeji, tumezungumza kabisa namna ya kufanya kuku wako hasa vifaranga wawe na kinga kubwa, wasipate magonjwa haya ambayo yanaweza kashambulia watu wengine e, na vilevile tumefundisha jinsi ya kutengeneza chanjo za kienyeji ambazo zote hizi zinamzuia kifaranga asipate magonjwa yote hayo ambayo wengine wanaangaika au kutumia gharama kubwa sana kwenda kununua chanjo za dukani ambazo mwishoni zina madhara makubwa kwa wafugaji wadogo. Eh, kuna chanjo nyingi ambayo tumezungumza kwenye kile kitabu. Kwa hiyo hata mbu anapoenda kumng'ata kifaranga eh, kifaranga huyo anakuwa na uwezo mkubwa eh, wa kupambana na virusi ambavyo ameambukizwa. Eh, utakuwa shahidi kwamba kuna baadhi ya kuku ndo waathirika kabisa, au namba moja eh, wa eh, magonjwa haya hasa ndui ambayo inasambazwa na mbu, na kuku hawa si wengine, ni vishingo bandani kwetu. Kama unavyoona hapa, eh, tuna vifaranga kishingo hawapo. Sasa eneo lote la shingo hilo ambalo ndo lina mishipa mikubwa ya damu kwa viumbe hai hasa wanyama, ndipo ambapo mbu anapenda kwenda eh, kunyonya hapo kwa hiyo kwa vifaranga vishingo huwa wanashambuliwa sana eh, na ndio maana huwa wanaathirika na magonjwa mengi mengi mengi na hasa ndui mapema zaidi kuliko vifaranga wa aina nyingine. Hivyo kumkuza kuku kishingo katika mazingira ambayo kuna mbu wengi huwa ni shida sana, na kwa wewe ambao unachanja utakuja kugundua kwamba vifaranga wengi wa kuku kishingo ndio ambao wanapata matatizo eh, na madhara ya chanjo kuliko eh, vifaranga wengine. Hawa wengine pia tunakuwa nao makini, vifaranga kama wasaso m eh, wanakuwa na maeneo mengi ya wazi, hasa maeneo ya tumbo eh, hasa maeneo ya makwapani eh, pamoja na sehemu za uso, hivyo unakuta mbu eh, anaweza akawashambulia kirahisi pia, wakapata ndui. Eh, kama unavyoona hapa shambani kwetu sisi tunatumia chanjo za kienyeji kabisa, hivyo hatuna wasiwasi hata mbu wajae kiasi gani mwanzoni tuliwahi kupata historia kama hizo kwamba tumechanja na sisi kuku wetu wakafa au vifaranga wetu wakafa wakiwa wadogo kabisa kwa chanjo ile ile ambayo tumewachanja kumbe wanakuwa tayari wana ndui na sisi tukaongezea e, ndui kwenye e, chanjo hivo wakafa wote sasa hivi tumejifunza hawa tumewaleta ni kroila kama unavyoona mbu wapo wengi hawa hapo hilo ni eneo la ndani kabisa na hapo nikushutia usiku ili uone hali halisi mbu ni wengi Huwezi kuwamaliza kwa dawa hizi. Unaweza ukasema mimi nitatumia dawa, utaweka, lakini hapana, hiyo siyo njia. Utaangaika na pia utatumia gharama na kujiadhibu mwenyewe. Hivyo njia bora kabisa eh, ni kutumia chanjo zetu za kienyeji kuanzia kuku akiwa mdogo kabisa, siku ya kwanza mpaka eh, anamaliza miezi miwili. Mafunzo hayo yote tumeweka ndani ya kitabu eh, cha ufugaji wa vifaranga kienyeji. Unaweza kupata shilingi elfu tano tu na unaweza ukapiga kwa namba hizo hapo ambazo zipo kwenye hizo tangazo. Fuga vifaranga wako na upate matokeo kwa kutumia chanjo asili eh, usiangaike na eh, magonjwa. Kwa hiyo mpenzi mfugaji, fahamu kabisa kuwa vifaranga wanaweza wakaathirika na mbu, na mbu huwa anabeba eh, vimelea vya ndui. Kama ulikuwa ujui jua sasa, wa taarifu na wengine mpaka hapo, mpenzi mtazamaji, natumaini utakuwa umejifunza. Sasa huyo ni mbu, lakini pia kuna wanyama, kuna binadamu anaweza kuambukiza kuku wake bila yeye mwenyewe kujijua. Yote hayo na mengine mengi utayapata hapa hapa Kokoriko Tz. Karibu sana.